au 0678813891. Habari za asubuhi ya leo popote hapo ulipo mtazamaji wa Sauti Kuu TV, bila shaka umeamka salama. Kama sivyo, basi Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehema akufanyie wepesi asubuhi ya leo katika afya yako na akujalie riziki ili uweze kuendesha majukumu yako ya kila siku bila shaka, upo barabarani, nyumbani, eneo lako la biashara, ama tayari umekusha kuwadia katika ofisi zako za kazi. Basi karibu nitizame ni kuangazie magazetini leo na unitegee sikio. Leo ni tarehe tano ya mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Hivi sasa ni saa moja dakika thelathini na mbili kwa saa za Afrika ya Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili dakika thelathini na mbili. Kwa kawaida magazetini leo inakujia saa moja na nusu kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi, ina nafasi ya kukuangazia hapa habari za kitaifa, kimataifa na baadaye michezo na burudani kwa uchache tu. Kisha ina uwezo tu wa kukupatia nafasi vile vile ya kujipatia nakala ya kupata habari kwa kina na kuondoa utata wa habari itakayokutatanisha katika ufahamu wako, kwa maana nyingine haujaikamata vilivyo mdau wetu kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele na kutufuatilia kila itapo sasa, kila itao leo kupitia Sautikuu TV Online. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita double dc, mbaya pande wa mitambo kukamilisha matangazo haya mwenzangu ni Freedom Richard. Katika sehemu ya kwanza magazetini leo tunaangazia habari za kitaifa na kimataifa, na hapa ninalipa kipaumbele gazeti Mwananchi. Kama tayari umekwisha kukamata nakala yako mkononi mwako, mitandao ya kijamii kadhalika, twende pamoja, na kama vyote hivyo huna basi nitegee sikio lako na untizame kwa utulivu, tu ni kuangazia kwa uchache, kisha upate wasaa wa kutosha kujipatia nakala, kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii. Tuanzie gazeti Mwananchi, habari kubwa inasema madarasa mtihani, mzigo kwa wazazi Kulikoni e, wazazi walia namna madarasa hayo yanavyoongezea gharama na muda, huku ushindani sifa baina ya shule vikitajwa e, kuchangia waziri kuchangia waziri, kamishna wa elimu watoa wa mwongozo habari e, imetajwa katika ukurasa wa tatu wa gazeti habari. Eh, kumradhi gazeti Mwananchi. Madarasa ya mtihani mzigo kwa wazazi. Wazazi walia namna madarasa hayo yanavyowaongezea gharama pamoja na muda, lakini vile vile ushindani sifa binafsi ya shule vyatajwa. Haya, habari nyingine inasema, ACT mguu ndani nje, kujiunga SUK. ACT mguu ndani nje kujiunga walio, eh, walichosema wachambuzi makusanyo TRA, vilevile vile ni habari ambayo utaipata katika gazeti Mwananchi utakapokamata nakala hiyo mara moja. Wadau waipa neno Chadema kilio cha haki, katiba mpya, pingamizi la matokeo ubunge Tunduru la tupwa Habari hizi na nyinginezo utazipata katika gazeti Mwananchi utakapokamata nakala hiyo ama utakapotembelea kurasa za mitandao ya kijamii ambako huko pia habari hizi huandikwa. Na ondoka hapo, nikiangazia gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, habari ilokolizo wino inasema Dkt Samia asaka fursa ndani nje, asisitiza kuweka mazingira safi ya kisera, kisheria zije takwimu mwaka 2025 e, za thibitisha umahiri wa uongozi. Waziri atafakari changamoto mikakati ajira za Dubai. Dr Samia Asaka fursa ndani nje, asisitiza kuweka mazingira safi ya kisheria. Haya, naondoka hapo, ni kitupia macho habari inayosema Samia shujaa wa mageuzi ukusanyaji wa mapato TRA ni kiongozi anayejenga uchumi anao, e, uchumi unaojitegemea e. Bwana bari hii vile vile ni kwa mujibu wa gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Kazi yangu ni kukuangazia tu e, hayo, halafu nasonga mbele. Dr. Mwigulu aagiza mradi bwawa la maji Kidunda usimame, serikali yatangaza neema wawekezaji, wafanyabiashara. Haya yote utayapata katika gazeti Tanzania leo. Eh, sauti ya eh, Mtanzania. Haya, gazeti Taifa leo bwana, limeandika watofautiana, vigogo wa upinzani watoa eh, kauli kinzani kuhusu wakati mwafaka wa kutaja eh, mgombeaji. Watofautiana, tofauti zimeibuka kati ya kiongozi wa Democratic for the Citizens Party DCP Rigathi Gashagwa na kinara wa Wiper eh, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoko kuhusu wakati unaofaa kwa muungano wa upinzani kutangaza mgombea rasmi wa urais. Habari hii ni kamili zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti Taifa leo unaweza kujipatia habari hiyo. Bei ya kabeji sasa yatinga shilingi 100 170 <laughs> Haya, wana vinyago wauza e, lamu duniani kote Venezuela wa mkaidi rais Trump, kulikoni? Habari hii utaipata katika gazeti Taifa leo. E, lugha yangu haya, na ondoka hapo, mtazamaji nikitupia macho gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Gazeti hili limeandika, Dkta Mwinyi, tunajenga masoko ya kisasa kuimarisha biashara. Sawa, habari hii inaambatana na habari picha hapa e, IPA, toeni mafunzo yanayozingatia mahitaji ya sasa, balozi Kombo mapinduzi yalilenga kuimarisha maendeleo ya wananchi, kauli ya kwake Hamed. Wananchi wafurahia ujenzi barabara za ndani, vilevile ni habari ambayo imetajwa hapa. Marekani kuiongoza Venezuela baada ya kumkamata Maduro, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Je, hilo litafanikiwa kwa kiasi gani? Basi siku za usoni bila shaka tutaweza kufahamu. Sasa tuangazie gazeti ni Pashe, mwanga wa jamii. Gazeti hili limepambwa kurasa mbele na habari iliyokolezwa wino, inasema mishahara ya sekta binafsi, jinsi itakavyokuwa sheria mpya. E, mishahara ya sekta binafsi itakavyokuwa, unaambiwa ni kuanzia mwezi huu, mshahara wa chini wapanda kwa asilimia 33.4 tukta ni sheria, si ombi. Waajiri watekeleze bila visingizio. Wadau waingizwa hofu, gharama za maisha kupanda. Sheria mpya mishahara ya sekta binafsi itakavyokuwa, ni kuanzia mwezi huu. Haya, Muhimbili yabaini tatizo kwa wagonjwa wanaopasuliwa utumbo. Safari ya kumsafirisha Maduro ilivyokuwa ndege tatu zatumika kumpeleka New York. Askari kanzu sasa watumika kudhibiti ajali za barabarani. Polisi yakamata vipodozi mayai vikiingizwa nchini. Vilio vya furaha dereva mtanzania akiachiwa gerezani Sudan Kusini, ni habari pia ambayo imetajwa katika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Na ondoka hapo mtazamaji, nikiangazia gazeti Uhuru ukweli daima Gazeti hili limeandika wasomi wataja faida ujio jukwaa uji la vijana habari nyingine, nasema rais Dr. Mwinyi ahidi neema wafanye biashara. hofu ya wanaume kuoa wanawake warembo iko hapa <laughs> wana eh, hofu ya wanaume kuoa wanawake warembo iko hapa. Iko wapi? Basi ipo ukurasa ndani wa gazeti Uhuru ukweli daima, unaweza kukamata nakala yako kwa fahamu je hilo lililotajwa hapo ndilo linalokupa hofu na wewe pia kuoa mwanamke mrembo? Haya bwana, iPhone 13 yapandisha kizimbani wa kazi da. Ah, habari imetajwa katika gazeti Uhuru, eh, ukweli daima. Dr. Nyansaho Tanzania India kuendeleza ushirikiano kiulinzi vile vile, habari hii utaipata katika nakala hii ya gazeti Uhuru, ukweli daima. Haya, tuangazie gazeti ya Habari Leo, mtazamaji eh, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wake wa mbele umepambwa na habari inayosema Mwinyi aagiza bidii miradi ya maendeleo, aitaka ZSSF kuwekeza kwenye eh, wekeza kwenye taksi za baharini, treni ya umeme afungua soko la mbogamboga, kujenga zaidi. Habari hii imepambwa ukurasa wa mbele wa gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania, na utaipata katika e, ukurasa wa pili wa gazeti hili kwa kina. Kikwete ampongeza Samia, Tunu ya Amani. E, sawa gazeti hili limeandika habari ya kimichezo ya ukurasa wake wa mbele, na mimi acha tu niisome japo si wakati wake. Taifa Stars hatuwadai. Haya, naondoka hapo nikiangazia habari nyingine, nasema upotoshaji taarifa, lugha za chuki tishio kwa amani, umoja wa kitaifa. Vile vile, siku maalumu yatengwa kusoma vitabu vya Shaban Robert. Habari hii imeelezwa katika gazeti Habari Leo, Gwiji la Habari Tanzania. Habari nyingine inasema mbaroni kuingiza vipodozi vyenye sumu e, sawa, viwania vya michezo e, vya wakijiwe matumizi dawa za kulevya. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika gazeti Habari Leo, Gwiji la Habari Tanzania. Basi mtazamaji, ni kuangazia gazeti Uelekeo, leo letu ndio kesho yetu, tufahamu uelekeo wetu unaendaje. Wanaharakati waanza ziara kuelimisha amani, vijana walengwa wakuu e, vijana walengwa wakuu vilevile, mikoa 15 ya awali elimu ya kulinda amani pia ni miongoni e, mwa ajenda. Wanaharakati waanza ziara kuelimisha amani. Nicolas Maduro ashikiliwa Marekani. Watumishi wahimizwa kujiendeleza kielimu. Tanzania lenga kuuza tani elfu hamsini za nyama nje. Habari hii ni kwa mujibu wa gazeti Uelekeo, e, leo yetu kesho yetu. Na sasa tuangazie gazeti Majira, gazeti huru la kila siku linanipa uhuru wa kuangazia habari zake, na habari yake kuu inasema, Rais Samia fanya kazi kubwa kusisimua biashara. Naibu waziri aihakikishia jumuiya ya wafanyabiashara na wajasiriamali nchini kuwa serikali itaendelea kuwawekea mazingira mazuri ya uwekezaji ufanyaji biashara. Vile vile habari imeelezwa katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Waziri Kombo aweka jiwe la msingi jengo la mafunzo. Taasisi yapongezwa kufadhili matibabu ya macho Lishoto jinsi watu wanavyopata maumivu ya mgongo bila kujua sababu zake, habari ambayo imetajwa ukurasa wa kumi na mbili gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Habari nyingine nasema, polisi Mwanza wafanya uchunguzi kifo cha dereva, Marekani yamteka rais wa Venezuela yashika utawala, NIDA kuweka kambi Tabata kuanzia leo, habari ambayo imetajwa katika gazeti Majira gazeti huru la kila siku. Nakala hii inakupa habari hizi kwa undani utakapoikamata mkononi mwako, ama utakapotembelea uh, kurasa za mitandao ya kijamii vile vile gazeti Majira linahitimisha sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa. Tunakwenda mapumziko mafupi, nitakaporejea hapa moja kwa moja tutaangazia habari za kimichezo na burudani zilizojiri zinazotarajiwa kujiri vile vile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 Nam, karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani, na hasa ukiwa mwanamichezo popote hapo ulipo, nitegea sikio lako na unitizame mubashara. Jina langu Daniel, wengine huniitad si mbaya. Katika kukamilisha matangazo haya, upande wa mitambo mwenzangu ni uh, Freedom Richard. Kama ndiyo kwanza unaungana nami hivi sasa, hii ni sehemu ya pili ya magazetini leo, tuangazie gazeti Tanzania leo Sporti. Gazeti hili limeandika Yanga Sports Club hawana dogo, Simba Azam kukiwasha leo, kocha Simba ataka mabao zaidi. Ni habari ambayo imeelezwa katika nakala hii. Striker mkali wa mabao anukia Simba, Diara zidi kutikisa AFCON, Arsenal hawapoi EPL habari ya kimichezo na burudani ambayo imetajwa katika gazeti Tanzania leo na utaipata kwa kina tu utakapoangazia habari hizo. Na sasa ni kuangazie eh, gazeti, eh, ni kuangazie gazeti Zanzibar leo. Michezoni, Yanga yatoa onyo Mapinduzi Cup, kulikoni? Yanga yatoa onyo Mapinduzi Cup. Kocha Simba aihofia futuni Mapinduzi Cup. Bodi ya ligi kuteta na viongozi wa klabu. Habari hii pia utaipata ukurasa wa mwisho hapo wa gazeti hilo. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo limeandika kocha e, Beka aanza kwa kishindo Simba. Habari hii imetajwa hapa, kocha Baka aanza kwa kishindo Simba e, akunwa na kiwango cha wachezaji huku, Bajabel atakata haya, Yakubu Yanga aibukia Mbea habari hii imeelezwa katika gazeti e, Nipashe nami na wapasha, kama ilivyoandikwa Alteta, rais amethibitisha ubora wake. Ni habari ambayo imeelezwa katika nakala ya gazeti Nipashe ukurasa wake wa mwisho. Za Spoti limeandika Alteta afurahia upambanaji Arsenal matokeo ya Ulaya. Habari ambayo imetajwa katika nakala hii ya gazeti Za Spoti za Spoti pia limeandika Yanga tatu vs KVZ sifuri. E baka anza na ushindi Simba. Kocha Singida Black Stars akiri ugumu kombe la Mapinduzi. Alteta afurahia upambanaji Arsenal. Bodi ya ligi klabu daraja la kwanza kukutana kesho. Bodi ya ligi klabu daraja la kwanza kukutana kesho. Habari zilizotajwa katika gazeti za Spoti asubuhi ya leo. Gazeti Uhuru, ukweli daima. Gazeti hili limeandika Yanga ya anza na moto mapinduzi, Yanga ya anza na moto mapinduzi, 16 bora Afcon leo. Habari ambayo imetajwa hapa wajue wakali wa mabao Afcon 2025. Eh, mnyama mzuka umepanda, Zanzibar Tanzania ilivyoweka historia Afcon 2025. Haya, Man United ya banwa EPL habari za kimichezo na burudani utakazozipata katika ukurasa wa mwisho wa gazeti Uhuru ukweli daima. Gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika Stars ya Aga Kibabe, Afcon Yanga yaitoa KVZ, mapinduzi Simba Safi, mapinduzi kukipiga tena leo, ratiba ya Afcon 2025 Jumatatu ya January 5, 2026 imetajwa katika nakala hii ya gazeti Habari Leo. TFF yanufaisha shule 26 huko Iringa. Ukurasa 23 unaandika habari hiyo. Gazeti Uelekeo Spoti, leo yetu ndio kesho yetu, refa Mali ainyonga Tanzania Afcon. <laughs> refa Mali ainyonga Tanzania Afcon, mwana michezo, kama umepata kushuhudia mchezo wa jana wa Taifa Stars dhidi ya Moroko, mchezo ambao Stars wamepigwa goli moja kwa sifuri basi unaweza ku, kuifafanua vizuri kauli hii ya gazeti uelekeo e, refa Mali ainyonga Tanzania Afcon. Hersi ayajenga na rais wa Sevilla mpanzo wa Iwahi Futuni Football Club leo mapinduzi ya msifu Ahmed kwa kujitoa e, kwa kujitoa klabuni, habari ambayo utaipata katika gazeti uelekeo. Sasa ni angazie gazeti majira gazeti Majira limeandika Simba dimbani tena leo mapinduzi cup. E, kocha awesu wafunguka. Yanga ya anza kwa ushindi kombe la mapinduzi, habari ambayo imetajwa katika gazeti Majira asubuhi ya leo. Tumalizie magazetini leo kwa kuangazia gazeti la kimichezo na burudani pekee gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti limeandika shakei damaro waanza na moto e, Baka apewa mashine tatu azisoma mapema Mapinduzi. Habari ambayo imetajwa katika gazeti Mwana Spoti. AFCON 2025 diara wa gumzo huko Moroko. Je, yeah, mchezaji huyu ataendelea kusalia ndani ya klabu ya Yanga? Swali ambalo wana jangwani wanapaswa kujiuliza kweli kweli. Haya, mzize aongeza mzuka, kocha Pedro achekelea. Azam Football Club ya anze na Haaland. Eh, kadibii tajiri anayefukuzwa habari ambayo imetajwa katika nakala hii ya gazeti Mwanaspoti, gazeti la kimichezo na burudani pekee, asubuhi ya, ya leo. Gazeti hili linatamatisha sehemu ya pili ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Kadhalika inahitimisha magazetini leo kwa ujumla, kutoka hapa Sauti Kuu TV Online, studio zetu zilizopo jijini Dar es Salaam, Tanzania. Endelea kuwa mdau wetu, kama bado si mdau wetu, unaweza kuwa mdau wetu sasa kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele na kutufuatilia kila itwapo sasa, kila itwapo leo. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo, upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Asante kuwa nami kuanzia mwanzo hata tamati ifikapo saa mbili kamili asubuhi saa za afrika mashariki, afrika ya kati, ikiwa ni saa moja kamili asubuhi. Usikose kuungana nasi tena katika Sauti Kuu Sports. Asubuhi njema.